Moja ya changamoto kubwa wengi wanauliza ni kwa nini, uh, wengi sasa hivi uh, changamoto ya uti na fangasi ukeni imekuwa ikijirudia mara kwa mara. Sasa hizi ndo sababu ambazo wengi hawafahamu. Namba moja ni lishe duni na msongo wa mawazo, ambayo mara zote ukiwa na hivi vitu huwa vina asili homoni na kinga ya mwili, ndo maana ni ngumu sana kuweza kupona. Lakini namba mbili, matumizi ya sabuni zenye kemikali eh. Tumekuwa uh, wanawake wamekuwa wakitumia vitu vyenye kemikali vyenye manukato huko chini huko kwa bibi, hiyo ni hatari na itakiwi kuvimilika, kwa sababu itakusababishia bakteria wa kujirudia. Lakini namba tatu, kufanya tendo la ndoa bila ulinzi, lakini pia kama, mwezi wako, kama mwezi wako anakuwa na maambukizi hajapatiwa tiba, hiyo ni hatari. Ndio maana hizo zi changamoto zimekuwa zikijirudia mara kwa mara. Lakini namba tatu, kutolinda usafi wa uke na nguo za ndani. Badilisha mara kwa mara nguo za ndani zifue. E, na wengi wamekuwa kianika nguo za ndani kwa nje, zikauke kabisa eh. Ikishindwa kama iwezekani, basi zipasi basi ili ziweze kuondoka bakteria kabisa. Lakini pia kinga ya mwili kuwa dhaifu, ndio maana mara nyingi nimekuwa nikiwaambieni kwamba unapokuja kuona tiba hizi changamoto unatakiwa uangalie vitu vingi zaidi. Kinga ya mwili kuwa dhaifu, ndio maana pia ukipata dawa lazima upate ushauri wa vitamini C kwa ajili ya kuongeza kinga ya mwili. Lakini mwisho kutibu juujuu, wengi tumekuwa tukitibu juujuu na hatupati tiba sahihi. Kwa nini hatupati tiba sahihi? Kwa sababu cha kwanza Unapokuwa unatibu fungus hakikisha hiyo dawa kwanza ina balance homoni, cha pili inarudisha pH ya uke. PH ya uke unatakiwa uwe 3.8 mpaka uh, 3.8 mpaka 4.5, hunde, hunde ndo pH nzuri ya uke ambayo itakusaidia sana kuondokana na hiyo changamoto. Kama bado unateseka basi niambie hapo chini kwenye comment, andika neno fungus na mimi nitaweza kukupa msaada zaidi. Karibu.